Wagonjwa katika kaunti ya Laikipia wameendelea kuhangaika kwa siku ya nne mtawalia. Hii ni kufuatia mgomo wa wauguzi ambao wameendeleza mgomo wao katika hospitali za rufaa ya Nanyuki na Nyahururu wakishinikiza kutorejea kazini hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa kikamilifu. Na hii area yetu ya Laikipia, na sana sana hapa Nyahururu hakuna madawa na tungetaka hata manases ma na madaktari wapatiwe promotion kama kaunti zile zingine. Zile zingine ni jambo mbaya sana tukiona ambao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

pia kuna wodi zote ziko, uh, ziko na wagonjwa ambao walikuweko uh, na wana, wanaendelea kuhudumiwa kwa hospitali zetu. Zile zingine ndogo pia uh, huduma zinaendelea. Kwa hivyo kitu cha kwanza hata kabla sijasema mengi ni kuhakikishia wana Laikipia kwamba, uh, huduma zetu zinaendelea. Hata wagonjwa hapa tupo, wanapita tu wakienda, uh, kupata hizo huduma.